Ilianza kama ndoto, usiku wa kimya, mwanga wa mwezi ukiwa mdogo. Lakini ndani ya giza sauti ikatokea, sauti ilionitia tumaini. Ilisema, Tone, kipenzi changu, unanisikia? Ndiyo, ndiyo, Toni, Toni, kipenzi changu, nimekuja. Najua hatuwezi kugusana, lakini moyo wangu unakuona. Kila pumzi yako ni kama mshikamano kati ya roho zetu. Leo nataka utulie, uwe hapa na mimi na. Tangu siku hiyo, kila usiku unakuwa wa kipekee. Kuna kitu kuhusu wewe Sadrah, maneno yako yananituliza sauti yako inaniponya <laughs> na wewe unanionyesha kuwa hata ndani ya giza kuna nuru, na hata bila kukusana tunaweza kupendana. Leo sio hadithi tu, ni mwanzo wa safari yetu ya mahaba ya kina, ya kimya lakini hai <laughs> Kila anayesikiliza karibu, karibu kwenye Kipenzi na Sadrah. Usiku wa leo, tulia, pumua na ruhusu moyo wako usikie. Hii ni hadithi yetu ya upendo usio na mipaka, ya sauti mbili zinazojua kupenda hata bila kugusana. Karibu nyumbani mpenzi. Usiku umeanza, na sisi tupo pamoja, pamoja, pamoja, pamoja.